Mikasa za UDSM, penzi la Okta, episode 7. Kati ya pesa, mapenzi na usaliti. Okta amekabidhiwa laki tano na Cath, lakini je, atakubali kuwa mcheza mchezo wake? Sasha anatangaza vita dhidi ya Cath. Aisha anarudi kwenye game na hasira kali. Angel naye anaanza mipango yake kwa nguvu. Tarehe moja Oktoba. Pesa na mawazo mengi. Baada ya kutoka kwenye hoteli ya kifahari, Octa alitembea hadi hostel kwa mwendo wa taratibu. Mkono wake ulikuwa umebana ile bahasha yenye shilingi laki tano. Alijua wazi kuwa pesa hizi zilikuwa na gharama. Je, ameingizwa kwenye mtego wa Cath? Alichukua simu na kuwapigia Hassan na Marcus. Octa anasema bro, kuna mambo nahisi yanaanza kuharibika. Marcus anajibu nini tena Octa? Unajua Cath ni mtu hatari. Hassan kangilia mazungumzo akisema, bro, kama ni pesa usizitumie. Cath hawezi kukupa kitu bure. Octa alishusha pumzi nzito. Je, aweke hela hizi wapi? Aisha anarudi kwa mvutano mkali. Siku iliyofuata, Okta alikuwa library akisoma. Ghafla, alihisi harufu nzuri aliyokuwa akikumbuka. Aliinua macho na Aisha alikuwa mbele yake. Aisha kwa sauti ya utulivu, lakini ya maumivu: Okta, niliamini kuwa wewe ni tofauti lakini sasa nasikia mambo yanayoumiza. Octa, akitetemeka kidogo: Aisha, mambo ni magumu, nipo kwenye presha kubwa. Aisha anajibu akisema, usiniambie mambo ni magumu, naona unavyocheza na Cath, na sasa nasikia hata Sasha anataka kukuingiza kwenye game lake. Octa alinyamaza. Aisha alikuwa sahihi. Angel anaanza mchezo wake. Wakati Octa na Aisha wakiongea, Angel alikuwa akiwatazama kutoka mbali. Alijua wazi kuwa Aisha bado ana nafasi ndani ya moyo wa Octa. Angel akijisemea kimoyomoyo, acha nimweke Octa kwenye njia sahihi. Usiku huo Angel alimpigia simu Angel anasema Octa, kuna jambo muhimu nataka tuzungumze. Octa anajibu, Angel, leo akili yangu imechoka, tunaweza kuongelea kesho. Hapana, unahitaji kusikia hili sasa hivi. Angel na siri kubwa. Angel alimuita Octa kwenye coffee shop nje ya chuo. Alipofika, Angel alikuwa amevalia kanga moja nzuri iliyombana kiasi cha kuonyesha shepu yake. Okta alisema, "Angel, unataka kuniambia nini?" Angel anajibu, "Najua kila kitu kuhusu Cath, Sasha na hata Aisha. Lakini nataka ujue kwamba Cath ni hatari zaidi ya unavyofikiria." Okta alishtuka. Angel anasema , "Ushawahi kusikia kuhusu kaka yake Cath?" Octa anajibu , "Hapana, kuna nini?" Angel alimsogelea na kusema kwa sauti ya chini, "Kaka yake Cath ni mfanyabiashara haramu, na Cath anatumia connections zake kupata kila anachotaka. Ukiingia kwenye mchezo wake, huwezi kutoka kirahisi." Octa alihisi mwili wake ukitetemeka. Je, hii ina maana gani kwake? Sasha anachukua hatua ya kijinga. Wakati Octa anatafakari maneno ya Angel, Sasha naye alikuwa na mpango wake. Alimtafuta Marcus na kumwambia, nataka kumkomoa Cath, atajua Octa ni wangu. Marcus anajibu Sasha, unajua unachofanya? Sasha anasema akicheka kwa dharau, utajua tu. Usiku huo Sasha alimtumia Okta video ya kitandani akiwa amevaa night dress nyekundu na kumsihi aje chumbani kwake. Sasha anamwambia Okta, come over baby. Usiku huu ni wako. Octa alitazama simu yake. Atamjibu vipi? Octa bado ana zile laki tano. Atazitumia au atazikataa? Aisha anarudi kwenye maisha ya Octa na anaumizwa na kile anachosikia. Angel anafichua siri kubwa kuhusu Cath. Na kaka yake hatari. Sasha anatuma video kali kwa Octa na kumshawishi aje chumbani kwake. Okta ataamua nini? The end of episode 7, episode 8 loading. Hii imepamba moto. Sasa Okta yuko katikati ya mapenzi, pesa na mchezo hatari. Tuendelee na episode 8; mambo yazidi kuchafuka. Usisahau kusubscribe, kulike na kubonyeza kitufe cha kengele. Channel yetu ya Okta Series Zone ipo kwa ajili yako. Kwa wale wanataka kujiunga na magroup yetu kwa updates tofauti tofauti, ni teksti WhatsApp kwa nambali 0714 40 89 72 au 0754 40 89 72, na muunganishwe kwenye magrup ya WhatsApp ya Octa series VIP room kwa shilingi 1000 tu. Jina ni Isaac Shabani Pugutu. Tuma muamala wako baada ya kukamilisha malipo. Na wasaidizi wetu watakuunganisha kwa haraka iwezekanavyo. Karibuni sana.